Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amewatembelea na kuwapa pole wananchi waliokumbwa na mafuriko katika tarafa ya Pawaga wilayani Iringa na kuutaka uongozi wa mkoa huo kuhakikisha wananchi hao hawarejei kuishi kwenye maeneo hayo hatarishi kwenye shughuli zaidi ya shughuli za kulima tu. Akizungumza na waathirika wa mafuriko katika kijiji cha Kisanga, waziri mkuu Majaliwa amesema serikali itaendelea kuwasaidia kwa hali na mali hadi hapo hali zao za maisha zitakapotengemaa. Taarifa zaidi na Irene Mwakalinga. Kabla ya kuzungumza na wananchi hao ambao wamepoteza mali zao na mashamba yao kusombwa na maji, huku vijiji vyao vikizingirwa na maji, Waziri mkuu amejionea hali halisi ya maisha wanaoishi kwa sasa, ambapo ujenzi wa vibanda vya dharura ukiendelea wakati wakisubiri utaratibu wa kujenga nyumba za kudumu. Akihutubia mkutano wa hadhara katika kijiji cha Kisanga, waziri mkuu ameushukuru uongozi wa mkoa kwa jitihada zake za kuwasaidia waathirika hao na kuwashukuru wadau mbalimbali kwa michango yao, lakini akatoa angalizo la watu hao kuhama kabisa eneo hilo hasa baada ya utabiri wa hali ya hewa kutahadharisha kuwa mvua zitaendelea kunyesha. Mkuu mkuu wa mkoa, mheshimiwa mkuu wa wilaya na timu yako, hakikisha eneo lile kule alikaribu na mtu tena, na yale maeneo yote ambayo mnajua kabisa kuwa ni maeneo hatarishi watu wasiishi huko. Hatutamani wala hatupendi tupoteze mtanzania na wala hatuhitaji kutumia nguvu. Madhara yake mmeyaona wenyewe, kwa kila mmoja aone kwamba pale sio mahali pazuri pa kuishi, lakini tutakwenda kwa ajili ya kulima wakati wakati wakati na kurudi jioni. Waziri Mkuu Majaliwa akatoa agizo kwa watendaji wa kata na vijiji kukaa pamoja na kuainisha maeneo ya wafugaji na wakulima ili kuondoa migogoro ya ardhi baada ya wananchi hao kudai wanalima eneo hilo la bondeni baada ya kukosa ardhi. Watendaji wa vijiji na watendaji wa kata wote sasa kaeni chini na wafugaji na wakulima, anzeni kutambua maeneo yenu kwenye vijiji vyenu, nambainishe bayana wapi wakulima walime na wafugaji waende, ili kila mmoja afanye shughuli yake hapo bila mgogoro. Kwa maeneo lile la Lunda lilochukuliwa, basi wakapewa wananchi, wapewa wafugaji kwao wakulima wakae peke yao, miundo mbinu endelee kwa salama. Tunapata maafa kama haya, kusio na madhara zaidi, na wafugaji wakae kwa amani. Mheshimiwa Majaliwa akuache kuvishukuru vyombo vya habari kwa kazi ya kuhabarisha umma kuhusu maafa hayo. Tungesubiri labda simu au barua, ningekuja hivi, tukishapoteza watu wengi, lakini unafua kutopoteza watu wengi ni kwa sababu nyie mlitoa taarifa hapo hapo na sisi tukakimbia hapo hapo. Na serikali, mkono. Wa naye naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu Sera Bunge kazi vijana ajira ya walemavu Dr. Abdalla Posi ameiomba serikali kutoa kipaumbele kwa wazee, watoto, wanawake na watu wenye ulemavu wakati wa maafa kwa kuwa ndiyo waathirika wakuu. Haya ni maafa, lakini katika Watoto na watu wenye ulemavu. Kwa hiyo nyinyi wananchi, katika wakati huu wa shida, muangalie pia ni namna gani wenzetu hawa wanaweza kusaidiwa. Mapema, akitoa taarifa ya maafa kwa waziri mkuu, mkuu wa mkoa wa Iringa Amina Masenza amesema zaidi ya shilingi milioni mia tano zinahitajika kurejesha hali ya maisha ya kawaida, kawaida kwa wananchi walioathirika zaidi ya watu elfu moja wameathirika na mafuriko hayo ambayo yalisababisha mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu uliowakumba watu zaidi ya mia tatu. Airini Mwakalinga, TBC Iringa.